Kampeni ya huduma ya kinywa na meno mpaka hivi sasa imeendelea kushika kasi katika jiji la Mwanza na kufanikishwa na hospitali ya rufaa Bugando, kampeni ambayo imekuwa na msaada mkubwa katika jamii kwa wagonjwa wa kinywa na meno. Kampeni hiyo iliyoainishwa pasipo na gharama yoyote imefanikiwa kupita maeneo mbalimbali na kisha kutia nanga ndani ya chuo kikuu cha SAUT Mwanza katika harakati za kutoa huduma kwa baadhi ya wanafunzi waliojitokeza. Jeraeli Jackson Msuya, muuguzi kutoka hospitali ya rufaa Bugando kitengo cha kinywa na meno, katika mahojiano maalum na SAUT Digital, amepata nafasi ya kueleza kwa kina zaidi dhumuni kuu ya huduma ya kinywa na meno kufika katika chuo cha SAUT. Tunajua chuo cha Mtakatifu wa kusini ni kikubwa na kimebeba watu wengi kutoka sehemu mbalimbali, na kutoka, kutoka mikoa mbalimbali walioko hapa, kwa hiyo tuna jua tukifikisha huduma hapa, kuna watu waliotoka mikoa mingine tofauti, kwa hiyo hata wakienda kule watatoa huduma hii, kwa hiyo itakuwa imetapakaa Tanzania. Matokeo ya huduma iliyotolewa ilikuwa ni sawa na idadi ya watu waliofika kupokea huduma hiyo ya kinywa na meno bila malipo, na hapa ni Laeli Msuya anaeleza kwa kina zaidi. Tumejitahidi sana, tumeona tumeona wanajamii wengi sana takribani elfu moja tumeweza kuwacheki tukagundua matatizo mbalimbali mbali walionayo, na tukawapa rufaa ya kuweza kufika pale hospitalini kwetu Bugando waweze kutembelea madaktari waweze kuwahudumia. Dr. Msuya amepata nafasi ya kuwahimiza na kuwashauri wakazi na wanafunzi wa vyuo mbalimbali jijini Mwanza kujitokeza katika kilele cha kampeni hiyo ili kupata huduma stahiki mm. Nawakaribisha sana wengi waje wachekiwe meno na kuweza kupewa ushauri na saa na kuangalia kinywa na, unashauriwa pia kwa mwaka at least mara tatu. Na katika tukio hilo, afisa wahusiano wa chuo kikuu cha SAUT Medad Wilfred amepata nafasi ya kuwashukuru waliofanikisha huduma hiyo ikiwa ni pamoja na kuwaalika wanazuoni wengine kushiriki pamoja na wanafunzi wa SAUT katika harakati za utoaji wa huduma stahiki kwa wanafunzi. Lakini wamejitokeza kwa wingi sana mapema, kulingana na muda ambao walikuwa umepangwa kabla ya kuanza shughuli zingine. Wanafunzi wengi wamejitokeza kwa ajili ya kuja kupata huduma hii. Tunawakaribisha watu wote wanaopenda kuweza kutoa huduma za afya ambazo ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba jamii yetu inakuwa salama zaidi. Sisi tunawakaribisha. Maadhimisho ya afya kinywa na meno kwa mwaka 2025 yanaongozwa na, ya na kauli mbiu isemayo "Kinywa chenye furaha na akili yenye furaha." Mimi ni Baraka Emmanuel Yotham wa SAUT Digital.